Mtazamaji wa TAKUKURU TV, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU Bwana Crispin Chalamila leo Mei 27 mwaka 2025 amefungua mafunzo ya juu ya uongozi kwa viongozi waandamizi wa TAKUKURU na wa mamlaka ya kuzuia rushwa na uhujumu uchumi Zanzibar, yaani ZAEKA. Mafunzo hayo yanafanyika katika ukumbi wa Maasailand uliopo jijini Arusha. Mafunzo haya ambayo ni ya juu kabisa kwa TAKUKURU yanalenga kuendelea kuwaimarisha viongozi wa TAKUKURU kwa viongozi wa kimkakati. Tunaposema viongozi wa kimkakati, tuna maana kuwa kwa ngazi ya uongozi mliofikia mnapaswa kuwa na uwezo wa kuitafsiri dira ya taifa, ilani ya uchaguzi, mwelekeo wa serikali, miongozo pamoja na maelekezo ya viongozi wa juu ili kupitia mpango mkakati wa TAKUKURU na mnapotekeleza majukumu mliokasimiwa ndani ya TAKUKURU muweze kuwa viongozi wenye kuleta matokeo tarajiwa. Mafunzo haya yanalenga kuwaimarisha na kuwakumbusha ninyi viongozi kuhusu stadi za kiutendaji, uwezo wa kufanya maamuzi magumu kwa busara, lakini pia kuwapa ujuzi wa kuongoza kwa hekima na uadilifu wa hali ya juu. Akirejea maelezo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuhusu mafunzo, Bwana Chalamila alisema kiongozi bora ni yule anayependa kujifunza kila siku. Napenda kunukuu maneno ya mheshimiwa rais Dkt. Samia Suluhu Hassan katika moja ya hotuba zake kuhusu uongozi na utumishi wa umma. Mheshimiwa rais aliwahi kusema, serikali yangu itaendelea kuwekeza katika mafunzo ya viongozi wa umma ili kuwawezesha kuongoza kwa weledi, uadilifu na ufanisi. Kauli hii inatukumbusha kuwa nafasi yetu kama viongozi wa umma si tu dhamana, bali ni wito. Mafunzo haya yamekusudia pia kutuwezesha kujitathmini na kujirekebisha pale penye upungufu. Tukumbuke kuwa taasisi bora huongozwa na viongozi bora, na kiongozi bora ni yule anayejifunza kila siku, anayejitathmini kila mara, na anayechukua hatua sahihi kwa wakati sahihi. Akiongelea ushirikiano wa TAKUKURU na ZAECA kufuatia mafunzo haya, mkurugenzi wa uchunguzi wa ZAECA, bwana Nasir Ahmed, akiongea kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa ZAECA alisema ushirikiano huu ni wa kuigwa. Kikweli, huwa napata wakati mgumu nikiambiwa nielezee ushirikiano uliopo baina ya ZAEKA na TAKUKURU, na niseme tu kwamba Zanzibar viongozi hasa kwenye mamlaka za juu wanapotoa ushuhuda na umuhimu wa mashirikiano, basi huhitaji TAKUKURU na ZAEKA na mara nyingi taasisi kuambiwa wafuate mfano wa TAKUKURU na ZAECA. Awali akitoa maelezo kuhusu mafunzo hayo mkurugenzi wa utawala na rasilimali watu kutoka TAKUKURU Bwana Ayub Akida alitaja baadhi ya maeneo ya mafunzo hayo. Mafunzo yatakayotolewa yatahusu maeneo ya yafuatayo: uelewa wa akili hisia mawasiliano ya kimkakati na ushirikishwaji wa wadau, uwezo wa kufanya maamuzi, uwajibikaji, uongozi unaoacha alama, maadili ya uongozi, usimamizi wa mabadiliko, utatuzo ya migogoro na msongo wa mawazo, pamoja na utekelezaji wa mikakati, utungaji wa sera na ufuatiliaji wa utendaji. Na TAKUKURU TV ilipata fursa ya kuzungumza na baadhi ya washiriki wa, wa mafunzo hayo kuhusu matarajio yao na jinsi watakavyoyatumia mafunzo hayo kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yao. Mafunzo haya yatatuwezesha kuweza kusimamia sasa dira na mikakati ya serikali. Lazima kama kiongozi uweze kujua serikali inataka nini, serikali inahitaji nini, serikali inatoa vipi maamuzi, sio kutoa tu maamuzi bila kuangalia namna serikali ambavyo. Lakini pia nchi hii inaongozwa ina ilani pia ya uchaguzi, kuangalia ilani ya uchaguzi inataka nini. Kwa hiyo sisi tutakwenda kusimamia ilani, tutakwenda kusimamia mikakati ya serikali, lakini pia kuongeza wigo mpana sana wa utendaji kazi kwa watumishi wetu. Tunafanya mafunzo haya kwa lengo la kwamba tuweze kuipeleka mbele taasisi yetu, tusibaki nyuma kwamba taasisi nyingine zikaenda mbele, na kama ambavyo waliotangulia wamesema kwamba kiongozi bora ni ule ambaye anapata mafunzo mara kwa mara na anakwenda sambamba na kile ambacho anatakiwa kifanya. Kwa hiyo lengo mimi kama mkurugenzi msaidizi, nikitoka hapa nategemea niwe na uwezo mkubwa, uwezo mzuri wa kuchambua, kufanya vizuri katika kuongoza katika kurugenzi yetu, lakini pia tuwe na uwezo wa kutekeleza ambayo tunategemewa tutekeleze, lakini pia tuweze kwenda sambamba kama ambavyo serikali inataka mii tutekeleze kama viongozi wa Takukuru ili tuweze kuipilika mbele Takukuru iweze kuwa katika levo ya, ya ambayo inatarajiwa na serikali. Kiongozi ni mtu muhimu sana. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kujengewa uwezo wa uh, kufanya maamuzi mbalimbali mbali, kufanya maamuzi katika mazingira tofauti tofauti. Kama mnavyofahamu katika, katika utendaji wa kazi, wakati mwingine unatakiwa kufanya maamuzi ukiwa na pressure, au kufanya maamuzi wakati wa migogoro. Kwa hiyo kwa mafunzo haya yanatuwezesha kuwa viongozi ambao tunaweza kufanya a strategic a, a decision. Maamuzi ya kimkakati lakini sio maamuzi ya kimkakati tu, ni maamuzi ambayo yanatokana na, na taarifa sahihi na taarifa muhimu kutoka kwenye mazingira mbalimbali. Mtazamaji wa Takukuru TV,